Bana kutoka kwenye Samia Music Festival, mmoja kati ya matamasha makubwa kuwahi kutokea nchini. Leo kunafanyika hapa maeneo ya Kawe. Mbele yako ni miongoni mwa wasanii wenye sauti zao kutoka kwenye bendi ya Jahazi Modern Taarab, niko sahihi? Anaitwa Fatuma Mcharuko, mmoja kati ya watu ambao na wenyewe watapata nafasi kuungana na bendi yao kuweza kutoa burudani kwenye jukwaa hili. Kwema dadangu, kwema. Kama umepoa, umekuwa mnyonge? Sijawa mnyonge <laughs> Mimi kwenye maisha ya halisi nakuwa kama hivi lakini, kwenye stage ni mtu mwingine kabisa mm. Kwa hiyo sijapoa, niko vizuri. tarajie nini kama memba wa Jahazi? Kipi ambacho mepanga kukionyesha hapo jukwani? Kwanza atarajie mambo mazuri, alafu la pili, Jahazi kama mwenyewe unavyojua, yani kitu akiwa sikuenda bila hiyo Jahazi, naomba Mungu mnu, yani watu waone leo pale kitu tutakachokifanya, wenyewe watakuja kuamini. Na mwenyewe unajua Jahazi ni bendi ya Kitanzania. Hey, hey, kisima cha burudani. Sauti yako ipo vile vile, ukiimba na ukiongea ni vile vile, badiliki kwa nini? Ah, yani tuseme, naweza kusema labda ni majaliwa ya Mungu Kusabu, kwa sababu sauti yangu naisha kuwa hivi hivihivi, na ninapoongea ndio mimi. Niseme majaliwa hapa nyumbani ni hivyo hivyo. Hey, ndio hivi hivi, hmm. Bila shaka mfalume atakuwepo leo hapa <laughs> mwene Jahazi yake hiyo <laughs> yes, siwezi yes, kujua. Hmm. Mbona kama unaweza kunitia mashaka? Yupo au yupo? <muchos> utamuona <muchos> mfalme, bwana utamuona. <muchos> <muchos> <muchos> Nataka nikurudishe nyuma kidogo, wakati mfalme ameondoka mjini, kipindi kile aimbi mziki wa tarabu kama ulikuwa umeshuka hivi, tukubaliane na hili. Unakubali kwanza mama, unakataa? <muchos> mimi nakubali, ulishuka kweli, si uongo. <muchos> <muchos> Tasnia ya tarabu ilipotea sana, kwa sababu unajua kila mtu mwingine anaposema mwingine anasema mziki kaushusha babu, mwingine nini, lakini hapana. Kwa sababu gani? Kwa nini babu alipotoka Sawa tumesema mzikwa tarabu ulikuwa uko juu. Kwa nini? Babu alipotoka kwa nini watu, watu wengine wasiwe wasiwe juu, yani kama yule babu, kwa sababu hata kama yeye ndio alistaafu ali, lakini ungetokea wengine vijana wakawa kama yeye, lakini hawakuwa, haikutokea. Kwa hiyo kwa tarabu ile ile bado ya Mzee Yusuf, kwa maana babu anamshindani ah, Mzee Yusuf hapa duniani hana mshindani. Kuna kina Kivulande lakini kimya, sikiliza. Hiyo Kivulande yana imba kibao kata mzee anaimba tarabu kwa maana hiyo Hakutokea mtu. Yaani, mzee Yusuf bado mimi nasema namba moja, kwa sababu walikuwa kona wengine kwenye mabendo, wangefanya na wao wakatokezea falme, lakini hakuna kwao. Nimeamini kweli tarabu ya mzee Yusuf hakuna mtu mwingine. Wakati, wakati mzee hayupo mjini, Fatuma Mcharuko alikuwa kwenye hali gani? <laughs> kuna vitu vilinichanganya sana. Aya watatu siyazungumze, nilichanganyikiwa kweli, nilijua nitapotea. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kuna bendi tuliunda, ilikuwa inaitwa TMK ya mkubwa a fela, lakini nashukuru kuna nipuasiwaguni ukanirudisha ule wimbo ulifanya vizuri katika tasnia, kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana Jahazi, Jahazi itabaki kuwa Jahazi. Sawa. Fatma alikuwa ni mwanafamilia wa Jahazi kwa muda mrefu sana, hey, naweza nikasema hivyo ulikuwa unatumia walau muda wako kumwambia mzee mzee, huko ulipo sisi tunazeseka, huko ulishawahi kumpiga sis? <laughs> <laughs> niliwahi kweli kumpigia, sisemi uongo, na Mwenyezi Mungu ananiona <laughs> na nina malaika wa kushoto na kulia. Kuna siku nilimpigia akanambia bwana acha bwana, nikamwambia hapana, basi nitungie hata nyimbo ilo, so la kweli nilimwambia, wallahi billahi tallahi akanambia acha bwana, lakini mimi nikajipa matumaini nikasema, iko siku mzee atarudi tena kwenye mziki. Wala lako liko arudi sana, nalikuwa sana arudi ah. Eh, wallahi, na najua atarudi, na karudi yeah. Kwao nimefurahi, nampenda sana mzee, love you so much yeah. Yeah. Ile siku ambayo ametangaza kurudi mjini mimi nilikuwepo live pale, ile siku ambayo ametangaza maneno yake nakumbuka ulishao yeye kuzungumza naye. Ah, siku alirudi kwa sababu na mimi kati mimi nilikuwa nipo Zanzibar niliajiriwa lakini alinitumia tiketi ya ndege kwa date ile show sikuja ilikuwa kuna baadhi ya vitu tu kule vilitokea, lakini kwenye simu aliniambia na kweli. Ukitaka kudhibitisha kama mzee katika vijana wake mimi namba moja, mzee ananijali sana, mtu wa mwanzo katika kurudiendi, achilia na mkewe achilia na mdogo wake, lakini alinipigia simu mimi alinipigia simu mimi akaniambia, mwanangu, kuna kitu nitakifanya, kwa hiyo nitakupigia simu nitakupigia simu uje. Na kweli alinikatia mpaka tiketi ya ndege kwa mahaba gani hapo? Kwa hiyo nashukuru vile alivyoniambia vile nilipata faraja na nilipokuwa nasikia tetesi. Yeah. Watu wa Mzee Yusuph na dimjini na mikoa siyo ya ukili anapeleka ndizi a ni furaha hilo jambo kwa, kwa ujumla kurudi kwa mzee unaiona taarabu imekaaje hasa? Sasa hivi sasa kidogo tuseme uongo. Sasa hivi taarabu imerudi kwenye hadhi yake. Kwa sababu watu wanasema taarabu hawai ha, haina nini wengine wanasema imekufa lakini hapana watu wanafanya matamasha ya raha za pwani. Unaona watu wanavyoingia kwenye tarab kiingilio laki moja elfu hamsini Lakini mbona watu wanaja kwenye tarab? Na tarabu mi nakwambia, haifu kwa sababu tarabu ni mziki wa kizamani wa mwambao walioanza wazee wetu. Alafu istosha, hawa wasanii ah, wa fleva wanatumia nyimbo zetu za tarab, kama Diamondi, nyimbo za tarab wanatumia, silabi za tarab eh, kwa sababu kama ile, ma, ile nyimbo yake ya mapozi mekaa kama ya tarabu. Ukiimba ile nyimbo alioimba na, nani? Jmelodi. Na, na nani, ule Mr Blu Mika kama taarabu. yeah. naambia taarabu haitokufa miaka mia nane. yeah. bado inawashabiki. Sana sana. Umezungumza nyimbo ya Diamond? Umezungumza nyimbo ya Diamond, Diamond sasa hivi ana nyimbo mpya, Acha na mapozi, ana nyimbo mpya. Ile nyimbo ukiangalia nyimbo ambazo mtakiwa muimbe ninyi watu taarabu. Akina Kivulane, kina Mfalme, kwa nini kaimba Diamond? Ah, ile nyimbo. yeah. <laughs> imbe. Mwache aimbe kwa sababu yule ni mwana madrasa katoka, kwa hiyo atakimba kwa upande wa taarab. Diamond sio mbaya, mimi naona nikafanya vizuri, na pia mziki anazidi kuwakilisha. kwa nini asimbe? Mwache aimbe. uko sahihi, amoni. kama anawachukulia mashabiki wenu? Hapana, hapana, hapana <laughs> bwana, unajua unapokuwa mwanamziki usichague mziki, mziki wa kuimba hey. ili watu wazidi kuwahamasisha, waimba mziki wa aina yote, sababu Diamond anaimba taarab Aya, anaimba ile nyimbo za mchanganyiko changanyiko, anaimba slow, lakini mimi napenda sana imbe slow. Eh. sana namkubali kwenye slow. Eh. ananimaliza <laughs> lakini kama, kama, kama natumia kuamsha hivi kwenye muziki wenu umelala, mimi nafanya hapana bwana, hujalala hapana, hapana, mimi hiyo nakataa hujalala e, kuimba nyimbo fulani hivi, ya mazi ya tangatanga kweli. Ninyi watu wa taarabu mpo sawa sawa, mwenye sikapenda kufanya kitu. Sisi tumeshafanya sisi tume hivyo vitu yeah. Nayo labda maraika kaona hivi vitu vya huku, nshafanya sana nyuma, hebu acha nami marai ni buni kitu fulani. Kwa mimi naona anazidi kutuhamasisha, yuko sahii mwache aimbe yeah. Yuko sahii kilo safi, kilo safi yeah. Lakini kwa ujumla nyimbo yake unaionaje? Hasa mimi nimeipenda <laughs> kwa sababu juzi nilikuwa nataka niposti, yeah, nicheze, sema ndo vile ah, mambo mengi. Nimeipenda sana ile nyimbo <laughs> Ulishindwaje? labda kampuni ingekuzuia ama kampuni Nimbo yote ulishindwakampn szui nyimbo yoteunkipenda mwenewaakujiweka vizuri kama kavagunlangu kafanya, nikava nikajipose, hakuna mtu wakunigomba. Mona si watu zetu wanacheza wana. Kwa hiyo siwezi kusema nyimbo ya mtu mimi nikataza. Hana kitu hicho, mzee hawezi kufanya hivyo. utarajie kwa elfu mbili ishirini na tano Fatuma Mcharuko anatuletea nyimbo ya dunia, maana nyimbo zako eh, miongoni mwa nyimbo ambazo zinaongoza kutazama YouTube kwenye akaunti ya Jahazi pamoja na nyimbo zako, nyimbo yako ya mwisho na watu kama laki saba hivi. Tutarajia hivi karibuni, kuna kitu ambacho kinapikwa? Mbona sasa hivi tuko, tuko nini, tuko kambini nasuka mambo, na natumai albamu ya Maraita itakuwa moto, kwa sababu kuna wasanii wengine watatoka wapya, kama mmoja anaitwa Sandoko, mmoja Fitina. Kwa hiyo albamu ya Maraita hiyo, ah, hiyo albamu itakuwa kiboko hatari, hey. naomba akaye mkao wa kula tu eh. Hey na mfalme Mzee Yusuf ndo atabeba alba. Alafu waimba tarabu kama mmebadilika, yani zamani mlikuwa mnauza nyimbo zenu kwenye kwenye kwenye zile kanda na albamu ni kwa nyimbo nne nyimbo tano, sasa hivi maisha yamebadilika, huku mambo ya kanda sasa hivi hamna. Hiyo nyinyi inawaathiri kitu gani? Ah, ilo swala mimi kwangu ngumu kusema la ukweli, ile unaona, mwenye atalijibu mfalme Mzee Yusuf, maana mimi mambo ya huko siaelewi vizuri. Sawa, binafsi, nini ambacho umepanga kutuonesha hapo mbele? Mimi nadhani mziki wangu naujua, washabiki wanajua mziki wangu ulivyo, wanajua kazi yangu ninayoifanya stage, stejini. Kwa pale utaenda kukiona msha popo pale nayoifanya na goma langu la maruperupe, wenyewe vijana wenyewe wanaipenda sana wimbo mpaka wao <laughs> wanaume wanaupenda wimbo mpaka wa ni walevi wimbo wanaipenda. Mcharuko <laughs> kama kawaida kama kawaida yangu. Haya bwana mimi nakutakia siku njema asante.